Tanzania wenzangu, nadhani mmeona mauaji ambayo Samia amefanya, na yale ni mauaji ambayo tumeona ni madogo kwenye hospitali moja, kwenye hospitali moja, kwenye hospitali moja Mwananyamala. Sasa can you imagine hizo hospitali zote, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Tanzania Nataka niwaambie ukweli, Samia ameua Magufuli, sawa? Yaani sio alifanya fujo, alimuua rais wetu John Pombe Magufuli. Hakuna mtu ambaye amemuua Samia, sawa? Watu hata kama wangefanya fujo namna gani, wakapiga kelele, wana, wanaimba, wanarusha mawe, uwezi ukaua binadamu mwenzio. you do that ever waandamaji. Yani, hata kama akisema chukue warushe mawe wafanye nini, hata kama kisema vunje vunje vitu, roho ya mtu mmoja ndugu zanguni, ni ya wana Tanganyika zaidi ya milioni sitini. Roho ya mtu huyu mmoja ndugu zanguni, hayo ni machache tumeona. Alafu anakuja Mulilo ambaye alihusika katika mauaji, anakuja Mulilo, nakuambiaje? Ni ai eh, ni eh, ai eh, yani na naongea kabisa bila wasiwasi wasi. Ndugu zangune. Huyu mwanamke hakuna mtu anaweza kumtetea hata waliokuwa upande wake. Mimi wamenifata jamani, sijui niseme, karibia mia na ngapi, wanasema recho, baadhi ni wasanii, lakini nimewatoa baru hatari, nimewatoa baru hatari. Wanasema wanasema, yani hatujai kuona tuko upande wake lakini tu, yani haiwezekani ya tunashinda hata kuvumilia. Tuanzie wapi? Nikaambia toeni, pwazeni sauti mm. Msiongelee gizani, msiongelee gizani. Nimwambia tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili nalicha licha, kabla ya kusubiri tarehe tisa anzeni kupaza sauti Hakuna mtu asiye kuona video mpaka bado makabado ziatoka, watu wanafuatwa ndani mwao, wakina mama wamefuatwa kwenye magari. Yani sijua wanafikiria nini kuwa watu, sijui wanafikiria nini kuwa watu. Mungu wangu nyie, sijui wanafikiria nini, inaumiza sana. Yaani, mtu madaraka unayo, alafu tena anakuja kusemaje, walikuwa ni wafanya fujo. Samia wewe umemuua Magufuli. Nani amekuua na unajua mwanao ndio muuaji mkubwa na genge la wauaji, na unalijua wewe. Kikwete ndio genge lake kubwa kabisa, alafu anakuja na dunda, anadunda, anadunda, anaingia kwenye bunge yule mwana haramu

waku kina IGP wote ni yani, si sijui ni waite majina gani? Wakuu wa mikoa wenyewe sijui ni waite majina gani? Wakuu wa wilaya sijui, yaani nashindwa majina gani ni waite. Mnahitaji kutafutiwa jina ambalo ni chafu dunia nzima. Hakuna, hakuna jina ambalo litawafaa itawa, likaziba hili pengo la mauaji. Roho ya mtu aizibike hata kwa matilioni gani ya hela. Watoto wadogo kuanzia miaka kumi na tatu siwi tisa siwi nane mwisho wa ishirini na tano. Umeua kiasi chote hicho? Kama mnataka kupigana, mngeomba tu kama serikali, wana, wana ma, wa polisi bwana anapenda kula damu za watu. Kikwete jamani, tupeleke sema papa kuna vita, sisi tunapenda kupigana, mngeomba hivyo tendo mlivyovifanya ni viovu sijaikuona dunia nzima, sijui nitawaambia nini, lakini Samia atakula mesani moja.